Tumsifu Yesu Kristo. Naam, ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kupata nafasi ya kusimama tena na kuinuka tena huku tukilitajia jina la Mwenyezi Mungu, kwa ndio jina takatifu, jina lipitalo majina yote, kwa ndio jina lipasalo kuabudiwa. Mwenyezi Mungu amelele, ameweza kunipa kibali leo hii ya kusimama mbele yenu, mbele ya macho yako, mbele ya kamera, uweza kushare na wewe baadhi ya vitu ambavyo unapaswa kuvifahamu lakini pia baadhi ya vitu ambavyo unavifahamu, lakini kwa ajili ya kukuongezea maarifa zaidi au kwa ajili ya kukumbushana, kwa sababu tunajua kwa tupo duniani hapa, tuna harakati nyingi, harakati za kutafuta maisha, harakati za kuishi pia zinaweza zikasababisha au zinapelekea sisi tukashindwa kufokas na baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi, pengine yamkini ni ukusudi letu la kuwepo hapa duniani. sasa kuna nimekutana na mafundisho kadhaa ya, ya usio imani ya Kanisa Katoliki. Um, mafundisho hayo wengi huwa wanauliza, ambao wasio wakristo kabisa, huwa wanauliza kuwa, um, Biblia ina vitabu vingapi. Hili swali ni swali ambalo, uh, uh, kwa wakristo wa leo ni changamoto, ni swali, ni swali lenye changamoto kubwa, kwa sababu ukishaulizwa kuwa Biblia ina vitabu vingapi swali na majibu mawili na majibu yote ni sahihi, kulingana na mtu unayemuuliza ni wa imani hivi. Ukimuuliza mtu wa makanisa ya Kiprotestanti, unapozungumzia makanisa ya Kiprotestanti tunazungumzia makanisa yote isipokuwa kanisa Katoliki na kanisa la Orthodox. Haya peke yake ndio tuyaweki kwenye makanisa ya Kiprotestanti, lakini makundi mengine yote yale ya Kikristo wakiwemo wa Adventista, wa Rukore, KKT, Anglican na makanisa yanayofanana na hayo. Hawa wote tunawatenga kama Protestant Church. Protestant Church ni makanisa ambayo yame yana yaani, neno Protestant Church ni neno ambalo na neno Protestant linatokana na neno protest. Protest maana yake ni kupinga, kupinga au kwenda kinyume na sasa Protestant Church maanake, wameenda kinyume na kanisa. Wameenda kinyume na kanisa lipi? Wameenda kinyume na kanisa Katoliki lile la Roma, kanisa ambalo limeenea popote pale duniani, kanisa ambalo lenye nguvu kubwa kuliko kanisa lolote duniani, na ndio taasisi kubwa zaidi ya kidini duniani. Kwa ndio za Roman Catholic ndio taasisi taasisi kubwa zaidi ya kidini duniani, na ndio taasisi mama ya Ukristo duniani nzoni lilikuwa linajulikana kama hybrid religion ambapo limekuwa shaped sana na mfalme wa Rumi, ama anajulikana kama mfalme Constantine. Baadaye aliweza kupewa utakatifu kwa sababu ya kazi kubwa ambayo aliweza kuifanya ya kuliunganisha, kuliunganisha ile kanisa kwa sababu lilikuwa limetawanyika tofauti na yeye, ndio mtu ambaye alikuja na hilo wazo la kukusanywa kwa vitabu vyote kuanzia mwanzo, vitabu vyote vinatakiwa kukusanywa. Yeye ndio alitoa hilo wazo la vitabu vyote kukusanywa, na vitabu mara baada ya kukusanywa vitabu vyote ndivyo vikaenda kuwekwa kwenye hicho kitabu kikuu ambacho kinajulikana kama Biblia. Sasa mtu akikuuliza Biblia, Biblia ni nini? Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vya Mwenyezi Mungu ambapo ni vitabu kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. Sasa mtu akikuuliza kwa Biblia ina vitabu vingapi, kama swali letu la kwanza, naam, tumerejea kwao. Mtu akikuuliza kwa Biblia ina vitabu vingapi, unakuwa na majibu mawili, na majibu haya yote yanakuwa ni sawa. jibu la kwanza kwa makanisa ya Kiprotestanti ambayo nimetoka kuelezea hapa jibu lao watakuwa nalo ni jibu moja ambalo litasema kwa Biblia lina vitabu sitini na sita. Hawa ndio jibu pekee. Hili ndio jibu lao pekee ambalo watakuwa wapo sawa. Lakini kwa Kanisa Katoliki itasema Biblia ina vitabu sabini na tatu. Sasa kwa nini kuna utofauti kati ya vitabu kati ya makanisa ya Protestant na kanisa Katoliki. Kwa nini kanisa Katoliki iyo, na na tatu, na kanisa yawe na vitabu sabini na ya tatu na makanisa ya Kiprotestanti yawe na Biblia yao iwe na vitabu sitini na sita kuna sababu hiyo, sababu ndio sababu hiyo, sababu ndio kitu kilichopelekea mimi niji kuzungumza na wewe hapa, sababu ni moja ambayo inaweza ikawa kubwa au ndogo lakini Uh, sababu kuu ni hii hapa. Kuna kitu kinaitwa deutero kanoni, deutero kanoni. Neno deutero kanoni ni neno la Kigiriki. Uh, ni neno la Kigiriki ambalo kwa Kiingereza linajulikana kama apocrypha. Apocrypha means ni vitu ambavyo vipo hidden, yani hidden things. Ndipo apocrypha then, yani vitu ambavyo vime vimeondolewa, vilitakiwa kuwepo lakini havipo. Let's say, ume kuna kikombe ambacho kilikuwa kabati, ambacho standard ya ile kabati ni lazima kuwe na kikombe. Sasa kuna mtu akaja akaondosha kile kikombe, kuna mtu akaja akaondoka na kile kikombe, kwa kabati itaendelea kubaki na vyombo vingine, lakini tutasema kuwa kikombe kimekuwa hidden. Sasa kwenye kikombe kuwa hidden, ndipo hapa tunapokuja tunapokuja swala la hapa tunapokuja suala la apokrifa. Kuna vitabu vimeondolewa na makanisa ya Kiprotestanti. Kwa nini waliondoa? Kufuatana na mimi Hansen Julius, kwenye makala hii, hii ili niweze kuelekeza sababu ambazo ziipelekea sababu kubwa zilizopelekea kitabu kuondolewa, na kabla hatuja hatujaenda kwenye hizo sababu tunatakiwa tujue kati ya 66 hadi 73 kuna vitabu saba. Sasa hivi vitabu saba ni vipi? Fuatana na mimi ili tuweze kujua kwa yes, kama zimeondolewa kwa sababu za so kuondolewa, na tunatakiwa tuvijue kufi vilivyoondolewa. Sasa kabla tujaendelea, unatakiwa kusubscribe channel yetu kama hujasubscribe. Uandike comment uulize swala lolote lihusu imani yako ya Kikristo, pia ya like na kushare video hii, kwa sababu ukilike na kushare uta, utasababisha hiyo video kuwafikia watu wengi, na ikiwafikia watu wengi maana yake ume, umeongeza spirit za watu ku, kuijua vizuri imani yao ya kanisa au kuijua imani yao ya mimi si bezi zaidi na bezi mafundisho mengi ta bezi kwenye imani ya Kikatoliki kwa sababu ni imani ambayo ni imani kongwe, lakini kwa siku za hivi karibuni imekuwa haizungumzwi sana kutokana na sababu mbalimbali ambazo wawamezichagua wao wenyewe. kwa na nawataki sana kuzungumzia masuala ya ya usue imani hiyo ya Kanisa Katoliki but nini mpangilio kamili wa vitabu vyote 73 vya Biblia ya Kanisa Katoliki vikiwa vimegawanywa kwa viki kwa utaratibu rasmi unaotambulika na Kanisa Katoliki duniani kote. Biblia kamili ya Kanisa Katoliki Agano la Kale ni tabu Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi kwatla, Hesabu, kumbukumbu la Torati duka, vitabu vya kihistoria Yoshua 7 Waamuzi 8 Ruthi, Samueli wa Kwanza, 10, Samueli wa pili, Eles wafalme wa kwanza, Dules wafalme wa pili, hesa mambo ya nyakati wa kwanza, mambo ya nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Tobiti, Tobith, Judith Deuterokanoni, Esther ikiwa na nyongeza za deutero kanoni, Wamakabayo wa kwanza, wa Makabayo wa pili, vitabu ya hekima na maandiko du Ayubu, dwai Zaburi, Mithali, Mhubiri, wimbo uliobora hekima ya Sulemani, wizdruni Yoshua bin Sira, Siraki, Ecclesiasticus, vitabu vya manabii manabii wakuu Isaya, Yeremia, Theru, Baruku Barukanoni, ikiwemo waraka wa Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli ikiwa na nyongeza za Deuterokanoni, maombi ya Azaria, wimbo wa watoto watatu, Susana, Bel na Joka. Manabii wadogo Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia, Yonamika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria, Malaki. Agano jipia vitabu. Injili ya Mathayo. Injili ya Marko. Injili ya Luka. pinpin du kitabu cha mando ya mitumeteno ya mitume. Waraka wa mtume Paulo vitabu. Waraka kwa Warumi. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho. Waraka wa pili kwa Wakorintho. Waraka kwa Wagalatia. Waraka kwa Waefeso. Waraka kwa Wafilipi. Waraka kwa Wakolosai. Waraka wa kwanza kwa Wathesalonike. Waraka wa pili kwa Wathesalonike. Waraka wa kwanza kwa Timotheo. Waraka wa pili kwa Timotheo. Waraka kwa Tito. Waraka kwa Filemoni. Waraka kwa Waebrania. Waraka wa Yakobo. Waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa pili wa Petro. Waraka wa kwanza wa Yohane. Waraka wa tatu wa Yohane. Waraka wa Yuda. Kitabu cha Ufunuo.